Asiyeshukuru alimkatisha muungwana, alimkatisha tamaa mtowaji, alimkatisha tamaa mkarimu. iaasali nyingine e, njokibajisihemisomulilo e, nyuki wanamshukuru kwa kumchoma. Leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ametulinda mwaka mzima. Makofi kwa Mungu. Ukitaka kumshukuru vizuri Mwenyezi Mungu, tafakari mambo matatu. Tafakari mambo matatu. Jambo la kwanza, tafakari hospitali. Jambo la pili, tafakari makaburi. Jambo la tatu, tafakari magereza. Basi <coughs> naomba tuanze na kwanza hospitali. Kwanza leo mimi na wewe tunamshukuru Mwenyezi Mungu hatupo hospitali ya Kadumbuni sasa hivi, hatujalazwa Mgana Hospital, hatujalazwa Bugando, hatujalazwa Mwimbili. Leo tuko hapa kanisani, tunaangalia mwaka unaisha. Hakuna anayepumua kwa mashini, leo tunapumua kwa kawaida. Naomba tumpigie Mungu makofi. Kwa hiyo tunapotafakari hospitali tunamshukuru Mungu kwa afya, afya afya, ingawa unaweza kuwa unatembea, lakini bado hata nyamirarwa ile, lakini walau tunamshukuru Mungu kwa afya, kwa uhai, kwa uzima, naomba tupige. <coughs> Padri mmoja alitembelea hospitali, kuna mkristo wake kijana ambaye alikuwa aji sana kanisani lakini mama yake alikuwa anasali sana. Akamwambia, kijana yangu yuko ICU, intensive care unit. Baada alipoenda pale, akatoa kidogo ya kumulia, akataka kuongea, akasema father, niko hapa, nilisita sita sana, nilisita kwenda kanisa, nilisita kujiunga na kwaya nilisita kuungama. Sasa sina muda tena, naomba padri uniombee. Padri alitoka amesikitika, na kesho yake yule kijana aliaga dunia. Kwa hiyo tunashukuru kwanza kwa afya. Unajua, afya si kila kitu, lakini bila afya kila kitu ni bure. Afya siyo kila kitu, lakini bila afya kila kitu ni bure. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya afya, naomba tumpigie Mungu makofi. Ninakuomba sana utunze ya afya yako ujitahidi sana, maana tusipotunza afya tutakula dawa kama chakula, lakini tukiwa na afya tutakula chakula kama dawa. Mwambie jirani yako kula chakula kama dawa, usije ukala dawa kama chakula. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mimi na wewe kwa zawadi ya afya. zawadi ya afya. Na kama Mungu amekupatia miguu, tembea. Kuna kitu ambacho kinatusaidia katika afya, ukipata nafasi, tumia miguu yako, tembea, tembea. Katika kutembea unafanya mazoezi katika kutembea mwili unakuwa imara. Mwambie jirani yako tembea, mwambie tena tembea. Kuna mtu alikuwa analalamika kwamba wa wazazi hawajamnulia viatu, akakutana na mtu ambaye hana miguu, kakutana <laughs> na mtu ambaye hana miguu. Afya, afya ni mali, afya ni mtaji. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mtaji wa afya, kwa mali ya afya. Jambo la pili, makaburi makaburi makaburi yanatufanya tumshukuru Mungu kwamba tuna muda tuna muda mtu aliye kaburini muda kuisha muda umeisha tunamshukuru Mwenyezi Mungu tuna muda ametulinda mwaka mzima 2025 ni majaliwa makofu kwa Mungu wanasema utajiri utajiri unapatikana ardhini, kuna madini ya Tanzanite madini ya dhahabu, ndio kuna utajiri mwingi, lakini inasemekana utajiri mwingi huko makaburini, kwa sababu kuna watu ambao waliaga dunia wakiwa na mipango kemkem kem, wakiwa na ndoto za ajabu lakini hawakuzifanyia kazi. Ukimuuliza mtoto aliyekuwa darasa la nne la tano, unapenda kuwa nani? Sasa mwalimu <laughs> napenda kuwa na <laughs> daktari. Sawa, science mbili ya mia moja tano ya mia moja namba za viatu, lakini anapenda kuwa daktari. napenda kuwa nani? Rubani. <laughs> Sikia, sikia mziki wa physics. Kumi, kumi na saba kwa mia moja kumi na moja napenda kuwa daktari. Ana ndoto lakini hajazifanyia kazi. Kwa hiyo makaburini kuna watu walikuwa na ndoto nzuri lakini hawakuzifanyia kazi. Kuna wengine leo wamesali walau kwa mwaka mzima, hii ni mara ya pili, ni mara ya pili, na wakitoka hapo wanasema nitakuwa na sali mimi, na kanisa kanisa na mimi, ndondoto ngoja muda uende. Ah, sikuna muda <laughs> bado ni kijana tu <laughs> ntasali, ntasali, ntasali kwa hiyo makaburini kuna watu wenye ndoto, lakini ndoto nyingine awakuzifanyia kazi. Muda unaenda, muda unakimbia. Ujana ni moshi, ujana unakimbia. Ufanyie kazi. Sali kila mara, tunaelewana? Sali kila mara. Kuna mzee mmoja alikuwa ni mzee kijana, lakini alikuwa anatumia fimbo, naenda ameinama Alikuwa anaenda mainama hivyo. Sasa akasikia kule sauti za wasichana wanacheka, akatupa fimbo huko mm, akaanza kutembea hivi sasa. <laughs> wakati alifika huku mbele, mvua ikaanza kunyesha na fimba ametupa pale, radi ikapiga, akaaga dunia. Sasa alipoaga dunia Akalalamika kwa Mungu roho yake mbona eniika mapema. Mungu akasema, nimekusahau. Mimi najua kama unatembea hivi, lakini nimekusahau. <coughs> mwambie jirani yako kuwa wewe kuwa wewe, <coughs> <Kuwa> wewe. <coughs> We, tutafakari. Makaburi yanatufundisha kitu, ndio maana mtungazaburi alisema, utufundishe ufupi wa maisha yetu ili tuweze kuwa na hekima una miaka elfu moja ya kupoteza duniani, una miaka elfu moja ya kupoteza duniani. Lolote zuri lizo akalifanya lifanye, ukiwa na ujana wako utumie vizuri. Ukiwa ni kijana umeoa umeoa, ama umeolewa, muda wako utumie vizuri, utazeeka. Naomba na nyinyi vijana ambao umeoa, waruhusu wake zenu wafanye kazi lojia. Mwingine anakaa anaogopa, anamfungia mke ndani lakini akikaa huku, akienda Chikomela watamuona, akienda huku watamuona. Nguvu zinaisha, nguvu zinaisha, ni wakati wa kutumia nguvu. Hata kufungia wake zenu ndani, wacha wafanye kazi yaani. Umeoa mko unamfungia ndani, anamjuza aweza akautumia, kisa ni wivu. Kitu gani hivyo Ma? Mtapigaji hatua mbele, lazima kila mtu mshughulike, mwanaume ashughulike na mwanamke ashughulike, lakini yeye itakusaidia chapa kazi, kwa sababu bado mna nguvu, ni vijana. Msipochapa kazi, mkishazeeka alafu mtakuja kusahau kukumbuka kwamba ilibidi huyu naye afanye kazi noleganeekya noyeshwe kawaija kukya <coughs> Naomba mchakalite, acha upumbavu, chapa kazi, chapa kazi, tafuta pesa, tunalewana, tafuta pesa. Mkiwa na nguvu lima, mkiwa na nguvu chapa kazi, mkiwa na nguvu tafuta pesa, tukote. Kwa sababu gani gafanga gafanga iga gandi gafanga iga Pesa inakufa wakati ikitafuta nyingine. Pesa inakufa wakati ikitafuta nyingine. Hata mnayoleta hapa kama za kama sadaka, inakufa lakini inaleta nyingine, inaleta baraka, inaleta neema. Gafangaiga agandi, naomba chapa kazi. Kiolewa na miaka ishirini, ishirini na tano, una nguvu, chapa kazi, na nayoleta kitu, lima Nenda kwenye msitu lima hapo karibu na msitu, sema mbazi zinaruhusiwa, lima ili na wewe ulete kitu na yeye alete kitu. Na wewe mwanaume, usimzuie mke wako kufanya kazi, tunaelewana? Kwa sababu gani? Ukuta huko moyoni, mwambie jirani yako, ukuta huko moyoni <laughs> mwambie tena, ukuta huko moyoni <laughs> ukuta huko moyoni. Ya tatu magereza ya tatu magereza, ya tatu ni magereza. Hakuna kitu kibaya kama kuingia mwaka mpya huko gereza, ni kitu kibaya. Hakuna kitu kibaya kama kuingia Krismasi huko gereza, maana hauko huru, hauko huru. Leo mnamshukuru Mungu, mnashukuru huru. Naomba tumpigie Mungu makofi tofauti yenu na nyinyi nyinyi mmekamatwa, mimi sijakamatwa. Kwa hiyo saaramiki, wakati mwingine hujakamatwa au tuwaombe. Yesu Kristo alisema nimekuja kufungua magereza, lakini kuna magereza ambayo hayana kuta, kuna magereza ambayo hayana nondo, kuna magereza ambayo hayana kufuri kama uwezi kutembea kwa ndugu yako kumtembelea uko gerezani, ni gereza alina nondo, ni gereza alina kufuli. Kama unaendekeza ama iko, ina maana huko gerezani alina nondo alina kufuli, alina nondo alina kufuli. Na ndio maana Nelson Mandela alipotoka gerezani alipiga hatua moja mbili tatu, akasema Walionifunga miaka ishirini na saba nimewasamehe. Nimewasamehe, sasa nisipowasamehe nitakuwa nje ya gereza, lakini nitakuwa kwenye gereza la chuki. Ukitafakari hayo utamshukuru Mungu kwa afya. Ukitafakari hospitali, ukitafakari makaburi, utamshukuru Mungu kwa muda. Lakini ukitafakari magereza, utamshukuru Mungu kwa uhuru. Hayo mambo matatu kwa leo hii ni muhimu naomba tumalizie sasa. Nimesema maisha ni asante, kwanza. Kushukuru ni kuhesabu. Naomba tuseme kushukuru ni kuhesabu, tuseme tena, kushukuru ni kuhesabu. Sisi tulipokuwa kwa zamani, sisi siku hizi ikoje? Tulikuwa tunaenda kutafuta senene mbugani. Pata senene unaanza kujidai, kujidayi oweimijetuvale oweiviliaijetuvale owe mshororodo ije tubare wakimbisimbisa ije tubare wakati komia ije tubare owe mganda ije tubare. Yaani unapata senene moja sema, mwenye moja ndio tuhesabu mwenye wawiri ndio tuhesabu mwenye ishirini na tano ndio tuhesabu. Halafu ukifikisha hamsini unaweka kwenye mfuko unahesabu na baraka. Ndivyo hivyo, hivyo tuhesabu baraka. Mwambie jirani yako hesabu baraka. Mwambie tena hesabu baraka. Nataka tufanye zoezi kidogo. Tutaje wala mambo matano ambayo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kama unajua jambo hili tukamshukuru Mwenyezi Mungu, amshu Mwenyezi Mungu mizio lolote lile, naomba inua mkono. Tuko darasani namna ni kanisani, lakini tulifanye darasa <laughs> na ambaye anaweza kusema namshukuru Mungu kwa hili ama mizio, tunamshukuru Mungu kwa hili, naomba inue mkono. Tunahesabu baraka. Asante asa, Bwana Kawa um, hmm. Asante sana, makofu. Tuna kanisa ambalo likaa kwenye msingi, sasa linainuka. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunawashukuru ambao wamechangia, tumeinuka. Kuna ambao wamesema wataniunga mkono kwenye mavuno yangu na mimi navuna Tulichokipata kiasi kimewekwa pale, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunawashukuru waliokuchangia. Makofi kwa Mungu. Ya pili, wenye neno la kumshukuru Mwenyezi Mungu lolote lile, ndio karibu. Ndio tunamshukuru kwa kupatia uhai, wengine walitamani kufika siku ya leo, lakini hawajafika siku ya leo. Jana kuna mazishi. Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mwenyezi Mungu kufaa ufanye mpya. Makofi kwa Mungu. nyingine nyingine, zawadi nyingine, karibu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuna, tuna maji yamechimbwa kutoka ardhini hapa hapa miziro na kituo cha ija, kuna maji Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na wafadhili waliowezesha. Makofu kwa Mungu, mwingine karibu. Mungu na amani, tuna sali vizuri, hakuna vurugu. Makofu kwa Mungu azi nyingine lakini kila mmoja anachangaza. Unaona, kushukuru ni jambo kubwa sana. Yani, naposema inua nikono, watu wengine wamenyamaza, kwa maana kwamba wanatafuta kitu kikubwa cha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ngoja nikwambie, kumshukuru Mwenyezi Mungu zitafute jambo kubwa sana. Kuna mama mmoja alikuwa anajaribu kutafuta kitu kilichomzunguka na ilikuwa ni Christmas. Kwa haraka sana pua zikamletea akanusa ilikuwa ni kile kutoka jikoni, walikuwa wanatengeneza kitu kizuri cha Krismas. Unaona, akisema na kushukuru Mwenyezi Mungu kwa <laughs> kitu kinachofanyika kule jikoni. Maana hii uh, kuna kitu hiyo hiyo, usiende mbali sana, angalia vitu vilivyokuzunguka, angalia watu waliokuzunguka, shukuru Mwenyezi Mungu. Kushukuru nikuhesabu, mwambie Mwenyezi Mungu, mwambie jirani yako, kushukuru nikuhesabu. Wa mwisho, naomba wa mwisho wa mwisho

Nikauliza swali hilo hilo, mmoja akasema mume wangu alikuwa gerezani, sasa ametoka. Tumekula naye Krismasi, tutakula naye na mwaka mpya, anamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunaona kuna mambo mengi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kikubwa ni kuhesabu na kuona chanya katika maisha, yaani kuona chanya jambo zuri, ni hesabu dogo dogo. Kwa hiyo nitaomba leo hii nitakapoinua ustia takatifu taomba taja mambo kama kumi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, hata katika changamoto shukuru. Kwa hiyo kushukuru, kushukuru ni kuhesabu. Kuna mtoto mdogo alikuwa nje, akasema: Baba, naweza nikahesabu hizi nyota? baba akasema, jaribu. Akaanza moja, mbili, tatu, nne, tano, even, sita, saba, nane, tisa. Alipofikia mia ishirini na saba Baba, ni nyingi mno, siwezi siwezi. Na baraka za Mwenyezi Mungu ni nyingi mno, hatuwezi kuhesabu. Makofi kwa Mungu. Kushukuru ni kufikiri. Unajua, ukifikiri unashukuru. To thank is to think. <laughs> Kwa hiyo kufikiri ni kushukuru, kufikiri ni kushukuru. Wakati mwingine lazima ufikiri. kuna watoto walikuwa wanaongelea juu ya baba zao. Mmoja akasema, baba yangu ni hatari, anaweza akatoa hotuba e, bila karatasi. Mimi nasema wa kwangu ni kiboko, anaweza akatoa hotuba bila kufikiria. <laughs> Ukifikiria sana utashukuru. Ndio maana kwa Wagiriki walikuwa na muungu wanaitwa Janus, na walichonga sanamu ya muungu Janus, ndio tunapata neno Januari. Janus, Januari. Sanamu ilikuwa na macho mbele na macho nyuma, kuonyesha huyu muungu ana macho mbele na macho nyuma. Ndio tunapata neno Januari kutoka Janus inataka kuonesha kwamba ukifikia Januari macho yawe mbele na macho nyuma, kwamba tazama nyuma, ushukuru, lakini tazama mbele, upange. Hatupangi kushindwa, tunashindwa kupanga. Mwambie jirani yako hatupangi kushindwa, tunashindwa kupanga. Naomba tupange mambo makubwa huu mwaka unaokuja, panga kuvunja rekodi. Vunja rekodi ya kusali Vunja rekodi ya kwenda kanisani. Kama umeenda mara ishirini na saba mwaka una Jumapili ya hamsini na mbili vunja rekodi yako mwenyewe. Kuna wanaokimbia wanavunja rekodi zao, vunja rekodi zao. Naomba tumuombe Mungu makubwa. Ukiwa unatazama gari upandeni mwa mwa dereva na upande mwingine, kuna vioo vioo vidogo vya kutazama nyuma lakini kioo mbele chilo ya dereva ni kubwa. Katika ulimwengu wa kiroho, yani ya nyuma ni madogo, ya mbele ni makubwa. Leo hapa kwa kukwambia kwamba ya mwaka elfu mbili ishirini na tano ni madogo, yajayo ni makubwa sana na kupatia baraka okay. Kwa sababu gani nasema hivi? Minziro ni mashahidi. Miaka ya sabini na themanini usafiri ulikuwa ni shida, palikuwepo na roli inaanza safari saa nane za usiku kufika bukoba mjini ambapo mi naenda saa moja na nusu sasa hivi. Ilikuwa wanafika saa nane usiku, wanafika kesho yake, na wanafika saa nane wanafika saa sita mchana, lakini angalia sasa hivi muda kidogo tu umeshafika mjini. Kwa hiyo yajayo yanapendeza, yajayo ni makubwa. Unapopanga usipange mipango midogo, haiwezi kuhamasisha. Panga makubwa. Yule mwana mpotevu aliporudi nyumbani, kaka mtu akufurahi sana, akushiriki sherehe, mpaka baba yake akatoka nje akasema mwanangu, kaka yake alikuwa amepotea, amepatikana alikuwa amekufa, amefufuka, njoo nifurahi. Yule bwana akasema, baba, siwezi nikaingia, siwezi. Amekuja huyu, umemchinjia ndama aliyenona, amekuja huyu, umemfanyia sherehe. Alikula vitu vyako na makaba, mimi mona hujanipatia chochote, hata uja kunipatia mwanambuzi ni furahi. Sema mwanangu, are you serious? Uko serious kweli, unaniomba mwanambuzi? wakati kila nichonacho nichako, naomba mwanambuzi. Mwambie jirani yako, acha maombi ya kimbuzimbuzi. Naomba mguseguse, unamtingisha unamwambia, acha maombi ya kimbuzimbuzi. Tunaingia mwaka elfu mbili ishirini na tano. Acha maombi ya kimbuzimbuzi, omba mambo makubwa. Kama wewe mwanafunzi, omba hei kama ni mwanafunzi omba bi prasi. Acha maombi ya kimguzimbuzi, acha kuomba di, acha kuomba s si. Acha maombi ya kimbuzinguzi. We kama ni mkulima, mwaka nao hanza, omba makubwa, magunia hamsini, magunia mia moja. Acha maombi ya magunia mawili, acha maombi ya, ya kimguzimbuzi <laughs> Wewe msichana, ambaye ujaolewa una mchumba leo, na kuomba omba mambo makubwa, acha maombi ya kimbuzimbuzi, sema mimi hatakayekuja sawa, acha maombi ya kiz amwana mwanaume hata mambo atakayekuja sawa, akiwa mzee sawa. hapanaatmba <gulia> amaku omba Mungu akujalie mambo makubwa, hata kama ni usafiri unaomba Mungu akutalie baiskeli. Usiombe mkweche, omba baiskeli safi. hata maombi ya kimzi Tunaingia mwaka elfu mbili ishirini na tano. Mungu wetu ni mkubwa, tunamwomba mambo makubwa. Omba mambo makubwa. Tumekuja kanisani, tunamaliza mwaka, tunamshukuru, lakini tukisha shukuru, tunaomba mambo makubwa. Kama ni mwanafunzi umaliza form 6, omba kwenda chuo kikuu, omba kumaliza chuo. Tunaomba mambo makubwa makubwa. Acha kuomba vitu vidogo vidogo. Yeye Mungu atajua namna gani atakupatia, anajua. Endelea kuchapa kazi, endelea kuomba. Shiriki majibu ya sara, unachokiomba shiriki majibu ya sara. Omba mambo makubwa. Tunataka utulivu, tunataka amani. Omba mambo makubwa. Kama ni ujenzi wa nyumba, jenga kitu kinachoeleweka, kitu kikubwa omba mambo makubwa. <laughs> Leo ii mtakapo inoosia takatifu na kuomba, omba mambo makubwa, hata kuomba kiruchu, hata kuomba na jamaa mmoja aliingia kanisani, anasema i Mwenyezi Mungu, naomba nisaidie nipate elfu kumi na tano nifike h, naomba sana. Anasali kwa sauti. Palikuwepo tajiri amekuja kuomba milioni hamsini aliposikia mimi anaomba elfu kumi na tano akatoa elfu kumi na tano akampata. Sema sasa, Mungu anaweza kukusikiliza bila distractions bila mtu eti kusumbua, naomba milioni 50. Omba makubwa, msigapa kucheza namna gani? Atakupatia yeye anajua, na ukishaomba, shiriki majibu ya sala, tunaelewana? Shiriki majibu ya sawa. Do your best and God will do the rest. Do your best and God will do the rest. Fanya zuri unaloweza linalobaki mwachie mwenyezi Mungu. Mm, naomba mwaka 2025 uwe mwaka wa kuvunja rekodi. Vunja rekodi, vunja rekodi, na mimi nitavunja rekodi nilikuwa narusha kwenye YouTube mahubiri matatu manne kwa wiki, sasa nta, ntaweka saba, nitavunja rekodi. Rekodi iwekee rekodi, na wewe uivunje. Kama ulikuwa nasali mara thelathini na mbili kwa mwaka, ni zaidi ya hapo, vunja rekodi yako. Naomba usali sana. Naomba leo wingi utafakari, umesali mara ngapi mwaka elfu mbili na ishirini na tano? Vunja rekodi vunja rekodi. Umesaidia watu wangapi? Vunja rekodi e, umesalimia watu wangapi? Vizuri kutembelea jamaa zako, vunja rekodi. Obuzaire kaburu, obuzaire kaburu, obuzaire... undugu ni kutembeleana. Sasa ndugu watembelea mara ngapi? Vunja rekodi. Omwanya gumo ogwisaijui, yaani mahali pamoja unachafuka, unachafuka Toka Miziro nenda Mwanza, toka Miziro nenda Dar es Salaam. Tembea Mungu alipotitembea akanonikatagenda tikamanya ruhanga rweza buro akanakatagenda kati maye. Ni watu mbage, mtoto ambaye atembei anasema mama anapika vizuri. Tembea wajulie hai, wasalimie rafiki zako. Undugu ndi kufanya nini? Kutembea. Maisha ni asante. Mwambie jirani yako maisha ni asante. Maisha ni asante. Naomba tuseme webare Ruhanga, webare Ruhanga, orakoze chane, ey <We> are... <laughs> tweyanziza, asante sana Mwako la Ruhanga nitusima, kasinge tumsifu Yesu Kristo. <laughs>